Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 na 19, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, astake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Mstari wa 21, naye atazaa mwana nayotamuta jina lake Yesu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 na wasaba inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hata kwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi na ufaume wake katika kiti cha enzi cha Daudi na ufaume wake kuthibitisha na kuutegemeza, kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Tunaona anasema Bwana alimpelekea Yakobo neno likamfikiria Israeli. Sasa kule kwenye Mathayo sura ya kwanza mstari wa 22 asema, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilionenwa na nabii kwa ujumbe wa nabii akisema. Kwa hiyo Yesu kuja duniani walikuwa wanakamilisha au wanatimiza neno la mbalo la Mungu iliokuja kwa kinywa cha nabii. Nabii alisema na akatabiri, atakuja mtu atachukua mimba atazaa mwana ataitwa Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Lakini huyo Emanueli ataitwa Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, baba wa milele, mfalme wa amani, na maongeo ya enzi yake na amani hata kwa na mwisho. Kwa anakuja haji kimya kimya, anasema na maongeo ya enzi yake na maonge, anasema maongeo na, na enzi yake, and the increase of his government there shall be no end yale maongeo ni kuongezeka, enzi ni ufaume. And the increase of his government. na kuongezeka kwa serikali yake, kwa ufaume wake, kwa serikali yake hakutakuwa na mwisho, hautakuwa na mwisho. Lakini imekuja ni moja, hautakuwa na mwisho kivipi? Maana ni kwamba hautakuwa na mwisho kwa sababu alivyokuja akiondoka duniani, kila alichokuja nacho anakiacha duniani. Isaya 6:9 nasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, kwa hakuzaliwa kwa ajili ya Mungu, alizaliwa kwa ajili yetu. kwa Yesu kuja duniani somba Mungu wakona, kwa ni kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu sisi. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifaume utakuwa mabega mabegani mwake. Hajasema utakuwa kichwani mwake. Waefeso sura ya tano inatuambia 22 anapongelea mke mti mumeo nasema mume mti mme, mme, mpende mke wako. Anasema mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Kwa Yesu ni kichwa kama yeye alivyo kichwa cha kanisa, kwa Yesu ni kichwa kama Yesu ni kichwa. Kwa ufalme aliyokuja nao duniani haukuwa kwa ajili ya Mungu, haukuwa kwa ajili yake, ulikuwa kwa ajili yetu. Ndio maana ufalme ulikuja mbegani, haukuja kichwani. Anasema na ufalme maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Hajasema utakuwa kichwani mwake, umekuwa begani mwake. Bega ni sehemu ya mwili, kwa maana nini? Ufalme anauacha kwenye mwili wa kwake, kwa alipoondoka duniani hakuondoka na ufalme wake, aliondoka yeye kama ye ufalme wake akauacha. Ndio maana Mathayo sura ya 28 sura ya 28 mstari wa kumi na nane hadi ishirini, Yesu alipokuwa anataka kuondoka alisema enendeni ulimwenguni mote, kwa kawafundisha watu nafanya kuwa wanafunzi wangu, mkabizi kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu, lakini mm. yeah. kule alisemaje mwanzo? ni 18 Mathayo 24 18 anasema mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, anasema enendeni ulimwenguni kote, all authority in heaven and on earth are given unto me go you therefore, ndipo akawatuma ako, alisema na uweza wa ufalme, uweza make ni nguvu And the power of his government, uweza ni nguvu, na nguvu mtu apati nguvu kama hana mamlaka. Ndio maana mtu akiwa waziri anakuwa na mamlaka fulani, anaweza akaenda sehemu akamlisha mlisha tu, siku akitolewa kwenye nafasi yake mamlaka yake imesha. Mtu anaweza akawa ni rais, siku akimaliza urais wake hawezi kuamua chochote kwenye taifa hili kwa sababu yeye Yesu rahisi anapoondolewa na mamlaka yake anaondolewa kwa ile nguvu. Unapona mahali panaongelea nguvu, hakunaga nguvu bila mamlaka. Kwa hiyo anaposema, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi, make yale mamlaka yanabeba na nguvu ndani yake, ile nguvu ndo anayoongelea hii. Anasema nendeni ulimwenguni kote, make mamlaka ya duniani inawapa nyinyi, kwa alitupa sisi kwa Yesu alipokuja, alipozaliwa siku ya leo, hakuja kwa ajili yake, alikuja amebeba kitu fulani. Ni muhimu kujua kwamba alichokuja amekibeba peke nini nini, si tu kwamba tuokote tende mbinguni, ila pia alikuja amebeba na mamlaka na nguvu zake za serikali yake ya mbinguni kuja kuleta duniani, ili pawe na mwendelezo wa ufalme wa mbinguni duniani. Christmas ni siku kuu, ni siku muhimu ambayo uungu wa Mungu ulikuja duniani kwa lengo moja kubwa la kumeza ubinadamu wa mwanadamu, ili mwanadamu anapoishi duniani uungu wa Mungu uonekane, ubinadamu wake usionekane. Krismasi ni siku ambayo supernatural life, maisha ambayo ni ya kiungu yaliingia kumeza maisha ambayo ni ya kiasili, ambayo ni ya kibinadamu, ambayo ni inferior yakamezwa na supiria raifu maisha ambayo ni bora zaidi, ili yale maisha ambao ni dhaifu yamezwa na maisha ambayo ni bora zaidi, ili yale bora zaidi yaonekane na ya yale ya ambayo ni ya hafifu zaidi yasionekane. Christmas ni siku ambayo uungu wa Mungu uliumeza ubinadamu wa mwanadamu ulikuja kumeza ubinadamu wa mwanadamu ili ubinadamu wa mwanadamu usionekane mahali ambapo mwanadamu yupo uonekane uungu wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu, kwamba mwanadamu anapoishi maisha ya mwanadamu yale yanayojulikana ya kiasili yasionekane ila uungu wa Mungu ndio uonekane kwenye, u, kwenye, mwa, kwenye maisha ya mwanadamu. Ukisoma Matendo Mitume sura kumi na sita utakutana na Paulo na Barnaba wali mfanya kiwete atembee wakati wako Efeso, wakaenda wakakutana na kiwete mmoja ambaye nani? Kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Walipomfanya tembee, wale watu wa ule mji walikuwa wanaabudu miungu mingi sana, wana miungu mingi tofauti tofauti. Wakaamua waka, waka walivyona kile kitu kikawashangaza sana wakina Paulo na Barnaba, watu wakakimbilia na sadaka zao, wakataka kutoa sadaka wakasema miungu imetujilia kwa jinsi ya wanadamu. Wao wakamwona Paulo na Barnaba kama miungu, wakasema miungu imetujilia kwa jinsi ya wanadamu. Kwa hiyo wakachukua sadaka, wanyama na wakataka kuchinja sadaka pale watolee Paulo, waka, Paulo akakimbia, wakapiga mkono wakasema, ah, msifanye kitu kama hiki, sisi ni binadamu kama nyinyi tu, wakawaelewi Wow, wao waliona ni nini kichofanya wasema hawa ni miungu wametujilia kwa jinsi ya wanadamu? Ni kwa nini? Ni kwa sababu walikaa na ule uungu wa Mungu ukameza ubinadamu wa kwao kwa kiwango ambacho uwa, mahali walipo uungu wa Mungu unaonekana, mtu akiwatazama hawaoni wao, a, an, anaona uungu wa Mungu ndani yao, kiasi kwamba akiwatazama anasema hawa ni miungu imetujilia kwa jinsi ya wanadamu. kwa Christmas ni siku ambayo tuliletewa aina mpya ya maisha duniani. Christmas ni siku ambayo mlango ulifunguka kwa mwanadamu kurudi kwenye aina ya maisha ambayo Mungu alikusudia kabla ya kuwekwa a msingi ya ulimwengu eh. Christmas ni siku ambayo mwanadamu aliletewa uwezo wa kuishi. Isaya 8:18, nasemaje? angalieni mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Kwa Mungu aitata duniani, tuwe kama ishara na ajabu. Ndio maana akasema niliumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Angalieni asema, tazama mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Kumbe sisi ni ishara na ajabu eti. Kumbe ni ishara na ajabu. Angalieni mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara. Kila mtu ambaye amempa Yesu maisha yake anafanyika kuwa ishara na ajabu mahali alipo, kwenye mazingira aliyopo kwenye taifa lilomo mahali anakoishi kila mtu amefanyika, anafanyika kuwa ishara na ajabu. Kwani kwa sababu kuna uungu wa Mungu ndani yake, kuna uwezo wa Mungu ndani yake. Iko hivi, tumesoma kwenye Isaya ile 9 mstari wa 6 na wa 7 ukenda wa 8, asemaje Bwana alimpelekea Yakobo neno likamfikiria Israeli, kwa Yakobo alikuwa anajua kwamba ipo siku mbele Yesu atazaliwa. Ndio maana kwenye kitabu cha Mwanzo wa sura 49 wakati Yakobo ameita watoto wake wa kiume kumi na mbili awabariki, akawa na mbariki mmoja moja, kia moja na mbaraka wake, alipofika kwa Yuda alianza kuongea vitu vya kifalme, akaambia Yuda, fimbo ya enzi haitaondoka kwako. Okay, ukisoma vile vitu, vitu aliongea ukisoma vile vitu alivyoongea pale vinakuja kuleta picha ya Yesu mwishoni. Kwa hiyo kuna neno alilokuwa nalo, alikuwa akikaa akitembea, anajua limo, hata kama wengine hawajui, yeye anajua. Ndio maana alipofika kwa Yuda hakukosea baraka, kwa sababu tayari Mungu asha kusudia mfalme atapita kwenye kabila la Yuda. Ndio maana ni Yuda peke yake aliambiwa fimbo ya enzi na maongeo ya enzi yako na amani hata kuwa na mwisho. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, nasema Yuda ni mwana simba na Yesu ni simba ya kabila kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba na mm -hmm. Kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? mm -hmm. mstari wa kumi, fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda mm -hmm. wala mfanya sheria kati ya miguu yake, wala mfanya sheria kati ya miguu yake hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Ni nani huyo? kwa hiyo kama ambavyo Yakobo alipelekewa neno ndivyo ambavyo na sisi tunaletewa neno. Kwa hiyo Yakobo alipelekewa neno akalishika akaishi nalo akaliamini akatembea nalo na likampa matokeo fulani. Vivyo hivyo na sisi tunatakiwa tulishike neno, kwamba Christmas imekuja kuleta kitu gani, alafu kile kilichobebwa ndani yake, ukiamini 100% alafu uanze kukifanyia mazoezi ili kijengee kwenye maisha yako. Sasa angalia, hakuna kitu kinachokontrol au kinachoendesha maisha ya kiungu duniani kama neno la Mungu. Hakipo kitu kinachoendesha maisha ya kiungu duniani au kitu kinachoweza kuendesha maisha, aina ya maisha ambayo Mungu alikusudia kwa mwanadamu kuishi, hakipo zaidi ya neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu, una uwezo wa kukontrol dunia yako mahali uliopo pale, unapojikuta kwenye mazingira, unaojikuta unapokuwa na neno la Mungu. Kwa nini naongea neno? Huyu Yesu tunayemwona huyu na kumsikia na kumtafuta na kumwomba na kusana naye vile unavyomwona, alichukuliwa akiwekwa kwenye neno. Ukisoma Biblia ni karatasi lenye maandishi lenye nyeupe na nyeusi, black and white, ukisoma kwa kawaida, ila yale maandiko ni Mungu raifu. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Alafu nasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Alafu mstari wa tatu nasema vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilicho fanyika. Alafu nasema ndani yake ndimo ulikumukwemo, nasema ule uzima ulikuwa ni nuru, na nuru inang'aa gizani na giza <coughs> Sasa ukienda kwenye injili ya Mateo sura ya 5 inatuambia nyinyi ni nuru. Unadhani kwa nini asingesema nyinyi ni nuru ya ulimwengu, kama anajua hayumo ndani yenu? Sababu yeye ni neno, anajua unapolipokea neno likaingia ndani yako na ile nuru, sababu yasema ndani yake, ndani ya nani hapo mwanzo? Kuwepo neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, ndani yake mlikuwa na uzima. Maana ni ndani ya neno kulikuwa na uzima, ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, sio nuru ya miti, sio nuru ya wanyama, nuru ya nani? Sio nuru ya Mungu. Kumbuka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Kwa hiyo Yesu alikuja, hakuja kwa ajili ya miti, hakuja kwa, alikuja kwa ajili ya wanadamu Nasema tumepewa mtoto mwanamume, tumepewa sisi, ndio tumepewa. Kwa Yesu tulipewa. Sasa nasema ndani yake mlikuwa kama uzima, ule usema ulikuwa ni nuru ya watu. Ndio maana nasema ninyi ni nuru, ule usema ulikuwa ni nuru ya watu kwa nini sababu alijua mwanadamu atakayelipokea neno langu akazaliwa mara ya pili lile neno likiingia ndani yake linaingia na nuru aliyokuja nao kwa ajili ya wanadamu kumbuka alikuja duniani kwa ajili yetu alikuja na nuru ya mbinguni duniani kwa ajili yetu Unapompokea Kristu unapokea na ile nuru ya mbinguni ambayo alitoka nayo mbinguni, anaingia nayo ndani yetu kwa njia ya neno. Akiingia nayo, automatically anatufanya na sisi kuwa nuru ya ulimwengu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Maanake ile nuru ya mbinguni aliyokuwa nayo, aliyokuja nayo duniani, ni sehemu yako, ni haki yako, ni umiliki wako, ni ya kwako, na imo ndani yako.